Na mashirika ya wanaharakati Ukweli Party na Kongamano la Mapinduzi yamelaumu serikali kwa kupuuza kilio cha haki cha waathiriwa wa ukatili wa polisi na wahuni katika maandamano ya Juni 25 mwaka jana. Kadhalika, wanachama wake wametoa ratba jinsi mambo ya tajiri katika maadhimisho ya mwaka mmoja ya waathiriwa hao. Jumatano hii inatarajiwa kuwa siku nyingine kubwa ya maandamano dhidi ya serikali. Laban Shaban anaarifu. Muungano wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu ukijumuisha Ukweli Party na Kongamano la Mapinduzi umetoa utaratibu wa mambo yatakavyokuwa Juni 25, Jumatano hii wakati wa maandamano dhidi ya serikali, kikubwa zaidi kikiwa ni kulilia haki. Wakenya wamejipanga na, na katika jiji la Nairobi tumeona notification imetoka, imepelekwa katika idara za usalama Uh, notification ya maandamano ambayo ilipelekwa inasema kwamba watu watakuwa wanafika bunge, wale wamama ambao watoto wao waliuliwa, familia ambao ambazo zilipoteza watu wao, watakuwa wanafika bunge ili kupeleka petition yao, lakini tunajua kwamba e, bunge liko katika barabara moja na Wakenya Nairobi, ni zaidi ya milioni sita kwa hivyo wakenya nao watajitokeza pande zote za Nairobi ili kuitisha haki zao, wakitia doa kwa utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza. Wanaharakati hawa wamesema mambo ni matatu, tuone kama serikali hii inaafiki kuongoza wananchi au la. Ukweli Party and Kongamano la Mapinduzi demand the following. Full disclosure by the Inspector General of Police Of what exactly happened on June 25, 2024. Kama raia wa Kenya tunaweza tukashinikiza Supreme Court eh, i, ianzishe mpango wa inquiry, judicial inquiry eh, na wanaweza wakafanya judicial inquiry kwa taasisi yote ya serikali ikiwa bunge itashindwa kufanya kazi yake. We demand that judicial inquest must be started for all those killed in June 2024 protest. We ask Kenyans to join the families of those who lost to criminal state violence during the reject finance bill 2024 last year. Kuhusiana na jinsi serikali inadhibiti dhibiti waandamanaji, wanaharakati wamesema kuna uwezekano kwamba silaha ambazo zinatumika haziko katika hifadhi ya polisi hivyo kufanya vigumu zaidi kuchunguza polisi wakati kuna manyanyaso

kusubiri na kuona. Laban Shaban, NTV, Nairobi.